Na Volodymyr Zelensky kwa kawaida ni mtu ambaye hatumwelewielewi elewi. Ni mvuta bangi, naweza kusema, na fani yake ni comedian ambaye akapewa urais wa Ukrain kuiongoza Ukraini, na matokeo yake ameingiza Ukraini katika migogoro isiyokuwa na kikomo, migogoro iliyoishia kuua raia zaidi ya amini askari zaidi ya milioni moja na lakini pia vilevile vile kuharibu miundombinu ya taifa la Ukraine. Lakini pamoja na haya yote, kwa kweli kwa jana eh, juzi ile ambavyo Donald Trump alimkoromea na kumfokea imesababisha watu wengi sana wamejisikia vibaya, kwa sababu sasa unajua, Volodimir Zelenski amefokewa kama mtoto na Donald Trump na ameingia White House akukaribishwa, kupewa maji wala chakula kwenye ofisi za Oval, ambazo zinajulikana kama ofisi takatifu, bila kupewa maji wala chakula, alafu akatoka, maana alifokewa hapo na Donald Trump pamoja na huyu makamu wake wa rais JD Vance. Kwa hiyo kwahiyo uh, Mpoke anasema Zelensky alienda kulilia chooni baada ya hapo, kwa sababu sasa uh, ni kitu ambacho akikutegemewa na wadau mbalimbali wamejaribu kuongea, mfano uh, malisa JJ yeye akasema kuhusiana na hicho kilichotokea, akasema na bado na tafakari kilichotokea jana kwenye ofisi maalum ya Oval ya ikulu ya Marekani, White House huko Washington DC. Kumbukwe Marekani imekuwa mshirika mkubwa wa Ukraini kwenye vita yake na Urusi. Ukraini inapokea msaada mkubwa wa fedha na vifaa vya kijeshi kutoka Marekani ili kupigana na Urusi. Michango ya fedha iliyotolewa tangu mwaka 2022 hadi 2025 na, na kupitishwa na bunge la Kongress ni dola za Kimarekani bilioni 174 sawa na trilioni 451 pesa za Kitanzania. Hii ni sawa na bajeti yetu kwa nchi kwa miaka kumi hivi, japo Trump anadai ni bilioni 350 lakini taarifa rasmi zinaonyesha ni bilioni 174. Trump amekuja na mtazamo tofauti kuhusu sera ya mambo ya nje ya Marekani. Kila kitu kwenye akili yake kinahusu pesa, ndio maana hata misaada ya USAID kwa nchi masikini ameikata, kwa sababu haoni Marekani inanufaikaje kwa kutoa fedha hizo. Ikumbukwe Trump ni mfanya biashara na kwenye biashara hakuna kitu cha bule, ukitoa lazima urudishe na faida. Ndiyo maana anataka kufuta uraia wa kuzaliwa na kuleta uraia wa kulipia. Akifanikiwa hilo japo ni ngumu, maana ni swala la kikatiba. It means ukitaka kuishi Marekani kama raia utalipia dola milioni tano sawa na Uh, Tanzanian shirings bilioni kumi na tatu. Sasa ule mchezo wa kubeba mimba nyakanazi, unaenda kuzalia Texas, ili mtoto awe Mmarekani, utakuwa mpaka hapo umeisha. Ukienda na mimba, Trump anataka ulipie bilioni kumi na tatu ili uishi kama raia, na mtoto akizaliwa awe Mmarekani. Kama uwezi rudisha tumbo lako rombo, mamsera. Anyway, Trump anadai Marekani imeshatumia fedha nyingi kuisaidia Ukrain. Je, zitarudije? Akaweka masharti kwamba apewe ruhusa ya kuchimba madini adimu duniani yanayopatikana Ukrain, lantanium, eribium na rithium. Madini adimu haya huwa yanatumika kwenye vifaa vya kielektroni pamoja na vifaa vya sayansi ya anga space. Yanapatikana kwa uchache sana duniani na sehemu kubwa yapo Ukrain. Marekani inayahitaji sana madini haya kwa ajili ya teknolojia yake ya anga hasa kutokana na Elon Musk kuwa sehemu muhimu ya serikali ya Trump. Kwayo, Trump, kwa hiyo Trump akaweka masharti kwamba ili waendelee kuiunga mkono Ukraine inabidi ikubali kutoa madini yake haya. Ulikuwa uamuzi mgumu sana kwa Zelenski, lakini hakuwa na jinsi, ilibidi ya kubali na, na juu zile ndio zilikuwa sherehe za kusaini mkataba. Zelenski alipofika White House, mwandishi mmoja akamuuliza kwa kejeli, kwa nini wewe ni rais lakini huvai suti? Zelenski akajibu, nawezaje kutafuta ufahari wa mavazi wakati watu wangu wanakufa na nchi imetapakaa damu? Yule mwandishi akamkejeli tena, wewe ni kiongozi mkubwa zaidi katika ofisi ya umma nchini kwako, kwa nini uvae kama mtu asiyeeleweka? Zelensky akajibu, vita ikiisha na nchi yangu ikawa na amani, huenda nitavaa suti kama yako, lakini kwa sasa siwezi kutafuta maridadi wakati watu wangu hawajui kesho yao. Kwa nini mpaka hapo? Zelensky akawa ameshatolewa kwenye mudi. Wakati mazungumzo rasmi yanaanza, Trump na makamu wake JD Vance wakawa kama wanashindana kumprovoke Zelensky. Trump akamtajia msaada ambao Marekani imeipa Ukraine mpaka sasa na kudai kwamba Zelensky hajawahi kuwa na shukurani. Akamwambia kama si Marekani, Ukraine ingepigwa Urusi ingepigwa na Urusi ndani ya wiki mbili tu zelenski akiwa provoked akamwambia Trump, wewe unasema wiki mbili, mwenzio Putin alisema siku tatu, lakini huyu ni mwaka wa tatu na bado tunapigana. Trump kwa asira akamwambia, mnapigana kwa sababu ya nguvu yetu, peke yenu mngepigwa chini ya hizo siku tatu. Putin akiacha kupigana vita inaisha, lakini wewe ukiacha kupigana Ukraine inaisha, ndio maana tunakusaidia. Wakati majibizano yakiendelea, JD Vance naye akarusha tuhuma kwamba wakati wa kampeni zelenski alienda pensil Pennsylvania kumnadi mpinzani wao Kamara, na hakuwahi kwenda kwenye kampeni zao, yani yeye na Trump. Zelenski akataka kujitetea lakini Vansi akamkatisha na kumwambia, unatakiwa uombe msamaha kwa hilo na uonyeshe moyo wa shukurani, kwa sababu vinginevyo hukutakiwa hata kukanyaga White House. Zelenski akajibu kuwa anashukuru kwa yote ambayo Marekani imekuwa ikifanya kwa ajili ya Ukraine na hawezi kupuuza msaada wa Marekani kwao. Trump akaanza kumshinikiza Zelenski aweke silaha chini ili kumaliza vita. Zelenski akasema yupo tayari kuweka silaha chini lakini Urusi itulizwe maana leo imevamia Ukraine, iwezi jua lini itavamia Marekani kupitia mpaka wake wa bahari. Lakini hivyo, Trump akawa kama amepata kichaa, akamwambia uweze kutabiri hivyo, ninachokueleza weka silaha chini, vinginevyo unacheza kamari na vita ya tatu ya dunia baada ya kuona anashambuliwa sana, Zelenski akasema yupo tayari kuweka silaha chini, lakini aelezwe kuhusu hatima ya majimbo yake ambayo Urusi inayakalia kimabavu: Donetski, Luhanski, Zaporisia na Hason, pamoja na Kremia ambayo Urusi ilishajitwalia tangu elfu mbili kumi na nne. Je, aweke silaha chini huku nchi yake ikiva ikivamiwa na kuporwa? Ilipofika hatua hiyo, balozi wa Ukraine nchini Marekani, mwanamama Oksana Makarova, akaanza kulia, akashindwa kuvumilia, akaona rais wake akiwa kama kinyago na kudhalilishwa mbele ya hadhira. Baada ya mvutano huo mkali kwa maneno, hatimaye kikao kikavunjika, kila mtu akawa kavurugwa. Mkataba wa madini uliokuwa na usainiwe ukatupiliwa mbali, hafla ya chakula ikasuswa, na chakula kilichoandaliwa kikaachiwa wafanyakazi wa Ikulu. Mkutano wa waandishi wa habari ukafutiliwa mbali na Zelensky akapewa saa mawili tu awe ameshaondoka katika ardhi ya Marekani. Akafurushwa kama mwizi, kama mhalifu, kibaka huyo. Ndio maanake Zelensky akawa ameondoka kwa namna hiyo. Hata hivyo, kabla ya kuondoka, JD Vance akamfuata na kumsisitiza kwamba ni lazima atoe kauli ya kuishukuru Marekani kwa kumsaidia katika vita. Akasema amekuwa akiishukuru Marekani mara zote. JD akamwambia limshukuru Rais Biden, lakini hujaonyesha hadharani kumshukuru Rais Trump. Baada ya kuondoka Zelenski kwa, kwake akatwiti: tunatoa shukurani kwa Marekani kwa msaada wao kwetu. Nashukuru Rais Trump, bunge la Congress na, na wananchi wote wa Marekani kwa jinsi walivyosimama nasi katika kipindi chote, hasa miaka hii mitatu ya vita. Watu wa Marekani wamesaidia kuokoa maisha ya watu wetu. Ubinadamu na haki za binadamu umekuwa msingi na ushirikiano wenu. Nawashukuru sana. Baada ya drama hizo za White House, viongozi wengi wameonyesha kusikitishwa na yaliyotokea, na umoja wa nchi za Ulaya umetoa kauli kwamba upo pamoja na Zelenski. Nchi moja moja pia zimekuwa zikitangaza hadharani kumuunga mkono Zelenski na Ukraine katika vita hii. Israeli imeweka wazi msimamo wake jioni ya uh, Jumaa kwamba inasimama na Ukraine katika hili. Rais Zelenski anaendelea kupokea salamu za kutiwa moyo pamoja na kuungwa mkono kutoka kwa nchi mbalimbali. Sasa tuangalie mambo kadha wa kadha, mvutano kati ya Trump na Zelenski unatufundisha yafuatayo. Ushikaji wa Trump na Putin una nguvu kuliko uhusiano wa serikali ya Marekani na Ukraine. Uh, na ndio maana hapa nimekuwa nikiongea hivi. Lakini jambo la pili Trump ana business oriented mind. Wakati Zelensky anawaza kushinda vita na kuikomboa nchi yake, Trump anawaza anapataje faida kupitia vita hiyo. Pesa walizoipa Ukraine zinarudije? Atapataje madini ya Ukraine? Hii ndio ile waswahili wanasema kufa kufaana. Hilo ni jambo la pili ambalo mdau huyu amelielezea, lakini jambo la tatu ni post-election trauma bado timu ya Trump inahasina na Zelensky kumfanyia kampeni, kampeni Kamara, lakini wanasahau Zelensky hakuwa na option. Wakati ule serikali ilikuwa inaongozwa na demokratic na ndio waliompa pesa zote za vita. Sasa walipomwita kwenye kampeni angekataa vipi? wakati wao ndio walikuwa wafadhili wakubwa wanaofadhili vile vita. Kwa hiyo ni wazi Trump anajisikia vibaya kumsaidia mtu aliyemuunga mkono mpinzani wake. Inatufundisha kuwa makovu ya uchaguzi hayaishi haraka. Kama Kamala angeshinda, Zelensky angepokelewa kama shujaa pale White House, lakini kwa sababu Trump ndo ameshinda, mtu mwenye akili ya biashara zaidi kuliko hicho anachokiona huyu bwana mdogo, naye ni uh, Zelensky. Ndiyo maana sasa unaona badala ya kupokelewa kwa furaha, alipokelewa kama kibaka, kama mwizi, kama jambazi. Na ndio maana alipofika pale, akaanza kukoromewa kama mtoto, jambo ambalo limewasikitisha wengi sana na limewashangaza wengi lakini jambo la nne, Trump haridhishwi na jinsi ambavyo Ukraine ilipewa fedha nyingi na serikali ya Biden kwa ajili ya vita. Trump anaamini kulikuwa na mazingira ya rushwa, fraud. Ndiyo maana Biden aliidhinisha pesa bila kujiridhisha. Hilo linamkera, na juzi hili ameonyesha hasira ya wazi kwa kumwita Biden mpumbavu. Uh, maana alisema stupid Joe. Hey, Joe Biden huyu anyway. Lakini jambo la tano, Trump alisahau kuwa alikuwa anaongea na rais mwenzake na sio monita wa darasa. Bahati mbaya hakumpa Zelensky heshima anayostahili tangu mwanzo, ni kama mtu aliyekuwa anaongea na shamba boi wake. Alichosahau ni kwamba pamoja na kuwa Marekani ni super power, lakini kwenye masuala ya nchi na nchi mizani ya sovereignty ni moja. Hilo uh, Donald Trump alilisahau hilo jambo lakini jambo la sita, mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne Uhuru Kenyatta akiwa fomu ani St Marys Nairobi, aliingia kwenye ugomvi na mwanafunzi mwenzie, akamwambia nampigia simu baba yangu ashughulikiwe. Akaenda kwa Edmast akapewa simu, akaeleza kuna mwanafunzi mwenzake aka kuna mwanafunzi mwenzake akampiga. Mzee Jomo akamwambia learn to fight your own battle, kisha akakata simu, akimaanisha jifunze kupigana vita yako mwenyewe. Uhuru anasema baada ya hapo aliishi bila kutegemea urahisi wa baba yake, likitokea tatizo ana solve mwenyewe. Sasa Ukraine na mataifa mengi au mengine yanatakiwa yajifunze. Wengi wanamtegemea Marekani kama godfather, na siku Marekani ikiwageuka wanakosa pa kushika. Maanake ndio hiyo sasa ya Uhuru Kenyatta, to fight you are on battle kwao. Oh, watu wengi sasa wanakuwa wako kwa namna hiyo, ndugu zanguni, ili linatufundisha na ni fundisho kubwa sana hususan kwa uh, sisi ambao sasa Afrika zaidi tunategemea zaidi kutoka kwao. Je, tunajifunza nini kutoka kwao? Hilo ntakuja kulieleza vizuri zaidi hapo baadaye. Je, tunala kujifunza kama Afrika kutoka kwao ka. Tunawashukuru sana wanakuwa Mwafrika, santeni, msiache kununua hiki kitabu chetu kama jinsi ambavyo unaona hizo namba hapo alana ya madaraka pesa na damu ni kitabu kizuri kilichoelezea habari kwa undani zaidi za Ibrahim Traore, lakini habari za huyu mwamba Colonel Muhamari Gadafi na mambo mengine mengi. Bei ni shilingi elfu arobaini tu, kitakufikia kufikia popote pale. Utapiga namba na zinazoonekana kwenye hapo skrini yako.